Kwa hivyo vitambulisho vyote vinachukuliwa na wahusika. Tulilegeza masharti kama nilivyozungumza, kwamba yeyote yule ambaye kwa sababu ya moja ama nyingine anaweza. Tulifanya hivyo kwa sababu moja, kuna wengine walikuwa masomoni, kuna wengine walikuwa katika kazi wakati wanasajili, na kutokana na matatizo yanayotokeza kwamba vitambulisho vikuchukua muda mrefu, unakuta mtu alikuwa anasoma UDOM, sasa hivi yuko Songea, kwa hiyo isingewezekana apande basi na gharama kubwa kufuata kitambulisho Dodoma, kwa tulitoa hiyo kwamba jamani tuliruhusu kwamba una mtu yoyote mtumie hiyo SMS na namba yako namba yako ya NIDA, akifika pale akionyesha akiandika na namba yako ile pale kwa hiyo, una wataratibu atachukua details zake na utapata kitambulisho, na wengi waliweza kufanya hivyo, na mfano maeneo kama ya Dodoma, Mwanza, kwenye vyuo vikubwa vingi, tuliweka eneo kabsa la wanafunzi wa vyuo ambayo ilikuwa ni rahisi katika uchukuaji huo. Hata hivyo, pamoja na jitihada zote hizi, ni dhahiri kabisa kwamba kasi ya kujitokeza kuchukua vitambulisho vyao bado sio ya kuridhisha, na kama tulivyojua kusema huko nyuma, miongoni mwa sababu zilizochangia kusuasua vyao ni kuwa na matumizi yaani, ya hizi eh, ni yaani namba za NIDA na kwa sababu hatukuchukua hatua, kwa wananchi wengi wamejua kwamba hizi ni nguvu za soda, na bado tuna vitambulisho vingi, tuna vitambulisho vingi, na asilimia 30 tu ambavyo vimechukuliwa Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kuzingatia kuwa tuisikisha tume SMS kwa watu wote na tulishawatangazia kwamba tutafunga matumizi ya NIN, NIN, n namba kwa ile ambao tumekwisha zalisha vitambulisho vyao na kuwapelekea SMC, napenda kuwajulisha rasmi, naomba msisitize hapa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 tutasitisha matumizi ya namba ambayo ilishatumiwa kwa sababu tayari sisi msi tunayo. Uwe umepoteza uwe umefuta, hutapata huduma yoyote kwa kutumia namba, ingawaje kuna baadhi ya watu ambao hawajapata namba kutokana na matatizo mbalimbali mbali, tokamilisha usajili wao au kuna matatizo ya uchapishaji, wale ambao hujapata namba ya, ya kutoka NIDA na utaendelea na matumizi hayo, lakini sisi kwenye system tayari tunao ambao tumesha watumia, tuna switch off. Narudia tena, hili hatuna utani nao, na niombe waandishi wa habari nisije nikasikia kilio cha mtu yoyote, na tukumbuke kwamba sasa hivi tunapokwenda, NIDA ni maisha na maisha ni NIDA. Tuna maboresho kuanzia mwezi Julai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 katika vitamba ambayo tutaboresha, tutaweka mpaka grupu ya damu, taarifa za grupu ya damu, kwamba grupu yangu mimi Masanja ni A. Kwa hiyo naweza ukajikuta una matatizo, umepata shida, ajali au umezidia, watu wamekokota njiani, wanakupeleka hospitali, ili wasipate tabu ya kwanza kupima tena, wakichukua kadi na taarifa zako zote.